Hey, bana, mambo vipi Swahili community, na leo tena tunamalizia sehemu ya pili ya Bad Boy. Kama unakumbuka, sehemu ya kwanza tuliishia kipindi Armando, Mike Mike na na na na na Marcus wakiwa wanatafuta yani kwenye msako mkali. Sasa habari za kwamba kwamba walikuwa wamepona zilimfikia James na aliamuru wa wawe mara moja na aliweka zawadi ya ya dola milioni tano kwa atakayefanikisha hilo. Mike na timu yake walitambua kwamba wakifanya kazi peke yao hawatakuwa na nafasi yoyote ya kuishi. Hivyo walimtafuta mmiliki wa bar aliwahi kuwasaidia awali ili kupata kwa ajili ya kukabiliana na msako uliokuwa ukiendelea. Miliki wa baa alikubali na aliwafukuza wateja wote na ghafla akawaonyoshea bunduki Mike na timu yake, kisha akaita msaada. Alisema kwa zawadi ya dola milioni tano ni nani ambaye bado angejali uaminifu usio na maana. Watatu wao walipelekwa nje na kundi la majambazi lililowasili. Walipotoka nje, walianza kujadili mpango wa kutoroka. Lakini kabla hawajachukua hatua, kundi jingine la majambazi lilifika. Wote watatu waliruka kuingia kwenye gari la mizigo iliyokuwa karibu. Kiongozi wa kundi hili aliitwa Mani, yule aliyewahi kupigwa vibaya na Mike katika sehemu ya tatu. Mani alipata hasira na akainua bunduki na kuwanyoshea. Marcus alianzisha gari kwa haraka na kumgonga Mani akimbana kwenye gari jingine huku Armando akivunja dirisha na kuanza kufyatua risasi nje. Alitumia nafasi hiyo kuwasha bomu la Molotov na kulitupa kutoka juu. Marcus aliendelea kukanyaga mafuta akijaribu kutoroka, lakini kutokana na muonekano hafifu wa kioo cha mbele walijikuta wakipata ajali na Armando alijikuta akishika moto, hivyo baba na mwana ikabidi wafanye kazi ya kuuzima moto huo. Wakati huo Judy alikuwa ameongoza timu ya polisi kufika eneo la tukio baada ya kupewa taarifa na alimtambua Armando kama muuaji wa baba yake. Moto katika gari ulikuwa umefika kwenye sehemu ya injini na waliposikia kilio cha Marcus wote walienda kuzunguka gari. Mara hii wamezungukwa na polisi na majambazi, lakini bahati mbaya au nzuri, bado wakafanikiwa kuponyoka. Baadaye kikundi hicho kilimtafuta mdukuzi kwa jina la Don. Walijua kuwa kama wangesikani data katika mfumo wa polisi wangeweza kupata details ku Uongozi wa biashara ya cocaine. Armando aliwahi kukutana na viongozi hao mara moja, kwa hivyo alichapisha picha zote za watu walioshuku ili Armando aweze kuwatambua, na baada ya juhudi za muda mrefu hatimaye walimpata mtu waliokuwa wakimtafuta. Basi si bana, Doni alitafuta taarifa kuhusu mtu huyo haraka. Jina lake aliitwa James Lockwood na alitokea chuo cha jeshi la Army Ranger. Kabla ya mwaka 25 alitumwa Mexico na kushiriki mara kadhaa katika operesheni za kupambana na madawa ya kulevya. Hata hivyo, wakati wa operesheni moja alikamatwa na kuteswa na wafanyabiashara wa kokaini na kulazimishwa kusaliti kikosi chake, na usaliti wake ulipelekea wenzake kuuliwa, na mwishowe James aliungana na genge la wauzaji na kokaini na, na amekuwa akifanyia kazi tangu hapo. Baada ya kujua haya Mike alimpigia Rita na kuripoti habari hizo mpya, lakini kwa bahati mbaya mazungumzo yao yalinaswa na Adam. Mara tu baada ya simu kumalizika, Don aligundua kupitia mfumo wa ufuatiliaji kwamba kundi la wauaji waliokuwa wamejihami kikamilifu walikuwa tayari wamezunguka nyumba za Mike na Marcus. alipiga simu kuwaonya wawili yao, na aliposhuhudia hali hiyo kupitia kamera, walipigwa na butwaa wakaharakisha kuwasiliana na familia zao ili kuwaonya wahame mara moja. Mike alipiga simu mara kadhaa kwa mke wake lakini haikupokelewa. Marcus alipompigia mkwe wake, Regi alimwambia achukue familia haraka na ajifiche. Regi alifanya hivyo mara moja na akamficha mke wake na mama mkwe ndani ya chumba kikubwa cha nguo, kisha akachukua bunduki kutoka kwenye saduku la usalama. Wakati huo simu ya Mike bado haikuweza kuunganika na genge la wauaji lilikuwa tayari limeingia ndani ya nyumba ya Marcus. Regi akiwa na, ni askari wa zamani wa jeshi na wanamaji alichukua hatua kwa ustadi mkubwa wa kijeshi na mbinu za kimkakati akiwaangamiza wa wauaji wote tisa walioingia. Mike alipokuwa akitazama tukio hilo kupitia kamera, hakuficha furaha yake, akashangilia kwa nguvu lakini Mike bado hakuweza kuwasiliana na mke wake. Ghafla mtu aligonga mlango na ilikuwa ni Kelly, mjukuu wa Howard. Walipokuwa wakizungumza, Christine akaona simu mezani, lakini tayari alikuwa amechelewa. James na washirika wake walikuwa tayari wamevamia nyumba hiyo, na James alichukua simu iliyodondoka sakafuni na kumwambia Mike, kama unataka mkeo na Kali waishi, mlete Armando kwa ajili ya kubadilishana, na pia utoe ushahidi wote ambao Captain Howard alikuwa ameficha. Sharti hilo lilimweka Mike katika hali ngumu sana. Asingeweza kumsaliti mke wake wala mtoto wake. Mike hakuelewa ni namna gani mambo yamefikia hapo, lakini akakumbuka kwamba alimpigia Rita na mara tu baada ya hapo James alianzisha harakati zake na kuweza kufika nyumbani. Inawezekanaje iwe bahati mbaya tu? Je, Rita alivujisha taarifa? Ok, basi Mike alimpigia Rita na kumwambia kwamba Adam huenda ndiye alikuwa msaliti. Rita alibaki ameduaa baada ya kusikia hayo, lakini baada ya kukata simu alijaribu kudhibiti hisia zake, akimwambia Adam kwamba kulikuwa na kesi mpya na alihitajika kuifuatilia mara moja baada ya kusikia hivyo Adam alijitolea kuandamana na Rita. Adam aligundua kuwa alikuwa amefichuliwa na hakuwa na haja tena ya kujificha na alimvamia Rita kwa ghadhabu. Wawili hao walianza kupigana vikali ndani ya lift, lakini kwa kuwa Rita alikuwa mwanamke, hakuweza kushindana na nguvu za Adam alizidiwa. Lakini wakati akikaribia kupoteza fahamu, Don na Kelly walifika kwa wakati na kumdhibiti Adam haraka. Adam alipozinduka alikuta yuko mikononi mwa Mike na Marcus. Basi bana, walianza kupanga operesheni ya kuokoa Christine na Kari. Muda mfupi baadaye James alipokea simu iliyopigwa na Mike akitumia mfumo wa kubadilisha sauti ili kuiga sauti ya Adam. Katika simu hiyo walidai kuwa James alikuwa ameharibu mipango yao na kuwasababisha wafichuke na atalazimika kuondoka haraka. Walimweleza pia kuwa Christine na mtoto wa Judi wangehamishiwa Cuba kwa kifungo cha muda mrefu ili kuwazuia Mike na Judi kuchu, kuchukua hatua za kijinga. Pia waliahidi kutumia ndege ya majini kuwakusanya mapema alfajiri. Baada ya kusikia hivyo, James hakushuku chochote na akaagiza watu wake waanze kujiandaa kwa safari. Wakati huo kundi la Michael lilianza kujiandaa kwa vita. Operation hii ilikuwa hatari sana, lakini ilikuwa ya lazima na walitakiwa kuwaokoa mateka na kumuondoa kabisa mfalme wa mihadarati James kutoka duniani. Baada ya maandalizi kukamilika, walipanda ndege ya majini kuelekea kisiwa ambacho James alikuwa amejificha. Armando alikuwa mstari wa mbele na akitumia chombo cha kuzamia chini ya maji. Don na Kelly walifuatilia tukio kwa kutumia drone na walitoa taarifa zote ya kilichoendelea. Ndege ilipofika katika eneo la mbuga lililotelekezwa, walimuona sniper alikuwa kwa mbali juu ya jengo. Sasa hii ilikuwa ni changamoto nyingine. Kulingana na taarifa, eneo la maji lilozunguka mbuga hiyo lilikuwa na mamba. Wakati huo ndege ilikuwa ikiwasili mbugani, Adam alilazimisha kushuka kwenye ndege kwa sababu yeye ndo alikuwa chambo muhimu katika mpango huo mara tu Adam alipoonekana, James aliwaleta mateka bila kujua kabisa kwamba walikuwa wameingia mtegoni. Mike tayari alikuwa ameweka sawa bunduki ya sniper, lakini alikuwa na msongo mkubwa wa mawazo wakati huo. James alihisi jambo lisilo la kawaida na akasimama ghafla juu ya daraja. Katika maji, mamba alikuwa ameonekana na alikuwa akielekea mahali ambapo Armando alikuwa amejificha. James akaamuru watu wake wakakague. Hii ilikuwa nafasi nzuri kwa Mike kupiga risasi, lakini alishindwa kulenga vizuri sababu ya mawenge. Mmoja wa watu wa James alipokaribia Armando, alilazimika kufyatua risasi na mpango mzima ukao umeanza upya. Don alidhibiti drone mara moja na kuangusha bomu ikimlipua sniper alikuwa juu ya paa. Mike na Marcus waliruka kutoka kwenye ndege na kuanza kuvamia mbuga. Wakati wa mashambulizi, Mike alipata tena mshtuko na akapoteza udhibiti wa mwili wake, jambo lilomfanya Marcus kuwa na hofu kubwa. Marcus alipambana sana kumpandisha morali Mike na hii ilipandisha mizuka kwa wote wawili. Don aliendelea kutumia drone kulipua gari ambalo Madu alitarajia kutumia kutoroka na hivyo kuwakatia njia ya kujiokoa. Wakati vita vimechanganya, Adam alimlazimisha rubani wa ndege amtoroshe. Ndege ilipoanza kupaa, Rita alipiga bomu moja na lililenga moja kwa moja kwenye bawa la ndege na kuisababisha ndege kutikisika vibaya. Oh oh oh, yani hii vita ilikuwa sio poa hadi muuza madawa mbaba anatafuta mbinu kutoroka maji yashazidi unga. Mike, mizuka ishapanda na aliruka kutoka gorofa ya juu, Marcus naye akafuata na walipanguka majini. Mamba naye akaanza kuelekea kwao kwa kasi. Alimnata Marcus mkono wake, Mike alichukua fimbo ya chuma iliyovunjika akazama majini na kumpiga mamba huyo kichwani kwa nguvu mara kadhaa. Mamba naye alipoona mashambulizi yamekuwa ya moto akakimbia. Upande wa Armando pia alikumbana na matatizo alipokuwa akijaribu kutoroka. Walizingirwa na watu wa James na Armando akalazimika kupambana nao peke yake, ingawa aliwashinda wote, alijeruhiwa vibaya na alikuja kuokolewa na kali wawili. Hao walifika eneo la wazi nje ya mbuga. Wakati huo huo, Adam alikuwa akipambana na Don na alimjeruhi mkononi, lakini Rita alimuua Adam kwa kukum, kumtupa moja kwa moja kwenye mamba. Polisi nao ndo wanafika sasa hivi, sio poa. Wakiongozwa na Judy walianza uchunguzi. Sasa Marcus na Mike walikuwa wakimzingira James na Marcus aliona tukio lililofanana kabisa na ndoto yake ufukweni. Kabla hajashangaa, bunduki ilielekezwa kichwani mwake. Mike alipowasili aligundua Marcus alikuwa pia amefanywa mateka na James. James akiwa amewakamata watu wawili waliokuwa karibu zaidi na Mike. Alijawa na kiburi aliamuru Mike achague nani afe kwanza, lakini Mike alifyatua risasi na kumwangamiza James akihitimisha tishio hilo. wakati huo Judy alikutana na Armando muuaji wa baba yake, lakini binti yake Kali alikimbilia mbele ili kumlinda Armando. Armando, kwa kuwa muda mfupi uliopita alikuwa amemokoa msichana huyo, alimsimamia mama yake amsamehe ya Armando. Judy alipambana na moyo wake, na alikuwa na hasira ya kifo cha baba yake, lakini pia shukrani kwa mtu aliyemokoa binti yake, lakini hatimaye aliweka chini sira yake na kuweza kumsamehe Armando. Kali alikimbilia mikononi mwa mama yake na Mike alikimbia kumwangalia mtoto wake aliyeumia . Mike alimsaidia Armando kupanda boti iliyokuwa imeegeshwa ufukweni, akampa kadi na kumwambia aende kusini na asigeuke nyuma. Hamwe alipomtazama mwanaye akiondoka, moyo wa Mike uliuma kwa uchungu. hakutaka mwanaye arudi gerezani, hivyo hiyo ilikuwa ndio njia pekee. Katika mwisho wa hadithi mashtaka yote ya Howard yalifutwa na wale waliotenda maovu walikumbana na mkono wa sheria. Mike na Marcus waliendelea kuwa mashujaa wa Miami. Eba na ujangalia movie mpaka uangalie movie, na hapa ndio mwisho wa recap yetu. Eba na usahau kusubscribe ili kuweza kutupa e, support yako, au sio?